yako kwenye hii tasnia ya entertainment imekuwa ni ndefu sana, na watu wengi sana eh, ambao waliingia kwenye hii tasnia waliishia njiani, lakini wewe naona no, ulikuwa motivated, umeendelea kwa muda mrefu sana, decade and hii decade and decade kwa hii industry. Lakini pamoja na hayo yote najua lazima kuna, eh, kuna miziki fulani ambayo ilikuwa ni n ni, ni, ni, ni, ni, ni, kama icon, ambao ulikuwa unaona huu mziki ukipigwa, uh, this is the one it reminds me of my days and it reminds me of where I started you know, unaweza kuwa na um, uh, mziki mmoja au um, miwili ambao unaweza ukashare na sisi ambao ulipenda uh, maana leo tuna mashine hapa, unaweza hata eh? <laughs> tukausikiliza. Kwa kweli kuna nyimbo nyingi sana nilikuwa nazipenda sana na nilikuwa nazimba. Mm. Lakini kwa upande wa disco. Mm. Unajua nataka kueleza ma DJ wengine wafahamu. Mm. Wakati ukiwa unaendesha disco, mm, unafanya biashara. Yeah. Watu wanacheza sana na wengine wamekaa tu. Sasa, mm, lazima uwapumzishe wanaocheza, mm, uwafanye wengine wacheze. Ndiyo. Yeah. Ilikuwa blues, nyimbo fulani blues, mm, nilikuwa nazipenda sana ikipiga hizo, hata watu wakawa na furahi sana sana. Mm -hmm. Na nikaanza kutupiga na toa alert mm -hmm. Now is kissing time. Mhm. Mm Sasa -hmm. wanajua kila mtu amkimbilie wa partner no, wake. Like, Sasa. Yes. Aweze -sa. kwenda ku ikipigwa ile basi, watu wote wanamwagika pale floor. Mhm. Mm na nyimbo moja ambayo nilikuwa naipenda sana iki, naipiga na kila mtu akiipenda inaitwa ina If Loving Is Wrong I Don't Want to Be Right wa Millie Jackson. Sasa. -sa.